Shikamo nyote mabibi kwa mabwana. Daktari Rajab anayetibu shida za kimapenzi. Wewe ni mama, msichana anayetaka kuoleka na ndoa yenyewe haipatikani? Daktari Rajab ana ufahamu wa tiba za jadi. Yaani, una shida za kuibiwa biashara, shamba au kesi zozote? Una mchumba wa kike au kiume na hatulii kwa ndoa? Basi hilo mwachie Daktari Rajab. Daktari Rajab atakusaidia muke kutulia au mume ndani ya ndoa. Mchumba wako wa kiume hana haja nawe, pengine muke amekutoroka na. Je, umeibiwa mali yako na wezi? Wahitaji shuga mami au shuga dadi tajiri, wataka kuoa, kupandishwa cheo kazini, shida ya mashamba, nguvu za kiume, kulipwa madeni, kesi kotini, kucheza kamari, kupandishwa mshahara, kupandishwa cheo au kunawiri kwa biashara, pete ya mvuto pamoja na kupata kazi, piga simu. Shikamoo nyote mabibi kwa mabwana, daktari Rajab anayetibu shida za kimapenzi. Wewe ni mama msichana anayetaka kuoleka na ndoa yenyewe haipatikani? Daktari Rajab ana ufahamu wa tiba za jadi. Yaani una shida za kuibiwa biashara, shamba au kesi zozote Una mchumba wa kike au kiume, na hatulii kwa ndoa, basi hilo mwachie daktari Rajab. Daktari Rajab atakusaidia mke kutulia au mume ndani ya ndoa. Mchumba wako wa kiume hana haja nawe, pengine mke amekutoroka. Na je umeibiwa mali yako na wezi? Wahitaji shuga mami au shuga dadi tajiri, wataka kuoa, kupandishwa cheo kazini, shida ya mashamba, nguvu za kiume, kulipwa madeni Kesi kotini, kucheza kamari, kupandishwa mshahara, kupandishwa cheo au kunawiri kwa biashara, pete ya mvuto pamoja na kupata kazi, piga simu.